ni Brigedia Jenerali Method Kamugisha Matunda, mkufunzi mwandamizi elekezi, Jeshi la Nchikavu, kutoka chuo cha ulinzi, Chuo cha Taifa cha Ulinzi Tanzania e, na ni mkuu wa msafara e, wa ugeni huu ambao umekuja ziara ya kimafunzo katika mkoa wa Geita. E, chuo cha taifa cha ulinzi kilianza mwaka elfu mbili na kumi na mbili ambapo kilianza na kozi ya kwanza, na sasa mwaka huu wa elfu mbili ishirini na tano ishirini na sita tunaendesha kozi ya kumi na nne Kozi huendeshwa kwa muda wa wiki arobaini na saba na sasa hivi tuko wiki ya ishirini na moja na leo tumekuja hapa, tumekuja hapa kuona tu, umetuambia programu walizo nazo za mafunzo na kazi wanazojihusisha nazo na jinsi ambavyo wanashiriki na wanashirikiana na jamii inayowazunguka katika kutatua matatizo madogo madogo ya kiufundi yanayowakabili. Wametuambia jinsi ambavyo wanatengeneza magari ya wananchi, wanavyotengeneza, ukweli sio bure, wanatengeneza wanapata kipato na wanatengeneza magari wa, kwa mfano wa, wa, wakufunzi wao na watu wengine ambao wanakuwa interested kupata nani vile vile, wanashiriki katika ujenzi wa nyumba za halmashauri, wanashiriki katika nyumba za wilaya, ofisi za wilaya. Uh, ujio wa eh, delegation hii kubwa kutoka NDC kwa sisi na faraja, kwa sababu sote tunafahamu namna ambavyo chuo chetu cha taifa cha ulinzi kimekuwa ni chuo muhimu sana hasa kwenye eneo la uongozi wa kimkakati lakini pia kuwa na ulinzi wa kimkakati kwa maana ya rasilimali watu, rasilimali tulizonazo ambazo zinatusaidia kwenye kujenga uchumi pamoja na mambo mengine ya mahusiano ya kimataifa. Kwa hiyo ujio wa chuo hiki kwenye wilaya yetu ya Chato na mkoa wa Geita unakwenda kuleta tija ya namna ambavyo chuo chetu kitapata nafasi ya kujifunza namna ambavyo uchumi wetu unajengwa na unavyonasibishwa na masuala mazima ya ulinzi na usalama wa taifa letu, namna ambavyo wananchi wanajishughulisha na shughuli za kiuchumi na namna ambavyo shughuli hizo pia zinaweza kuleta tija kwenye eneo la ulinzi wa taifa letu. Kwa hiyo sisi tunategemea kwamba mara baada ya ziara hii muhimu tutaweza kupata maoni mbalimbali mbali na ushauri kutoka kwenye Chuo cha Taifa cha Ulinzi juu ya namna gani bora ambavyo viongozi kwenye maeneo haya ya Chato pamoja na Geita kwa ujumla tunavyoweza kuwa eh, ni viongozi tunaweza kuja na mawazo ya kimkakati, lakini tunafanya maamuzi ya kimkakati yenye tija katika uhifadhi wa rasilimali, lakini kubwa kuliko namna ambavyo tunavyoweza kunasibisha rasilimali pamoja na maswala mazima ya ulinzi wa taifa. From there we moved to the hospital as we see in front of me uh, which is um, the hospital referral

occupies or service the people that are only within the region we do understand that they give a help to five regions around here but however they also allow other countries that are bordering Tanzania just to mention maybe Burundi is part of the countries that they do service inside here sababu ya safari yetu hapa sehemu kubwa ni kujifunza kwa vitendo uh, kuoanisha nadharia tuliyojifunza darasani kuona na hapa kwenye vitendo mambo yanatendeka vipi, lakini pia inatoa fursa kwetu sisi wanafunzi uh, kuona uh, kufuatilia kwa karibu kwa mafunzo ya uh, stratejia na usalama. Kuona uh, kwa mfano katika hospitali hii unaona kwamba iko hapa inahudumia zaidi ya mikoa mitano iliyozunguka, lakini pia utagundua kwamba kuna uh,